Mm. Wewe. Wewe, mamke, bana. Wewe nani? Nani? Nani hapa? Ah, mke wangu bana. Bana, nimechoka. Leo ni siku ya tatu lakini wewe unalala tu na koroma, ni silale, ni saa ngapi? Sasa saa tisa muda wa kulala, unaniamsha. Mida nini? Ya wanga, toka pepo na amuru toka pepo kimbia mtimguse mke wangu. Haki yako? Nani kachukua haki yako? Nani, leta bunduki, leta bunduki <laughs> niwapige za mashavu. Lakini, kuna nini tena? Unajua mimi nakutetea, nani anazingua? Nani? Mama wewe, Haki yangu. Haki gani tena? unajua mimi nini? Kitanda. Hata Aa, una maana wewe unaona hichi kitanda kibaya au? Haki gani nani nikachukua? Nani utaua eh? Nifafanulie vizuri, si unajua na usingizi. Haki gani wewe inaitwa nani? E, Staki usumbufu, mke wangu, nimekuja ili tupumzike. <laughs>